Na kugongo, ile gari ambayo ilikuwa ni ya Rwanda imezuiliwa pale Field Force. Mtazamaji wa yaliyojiri online, hapa ni katika barabara ya Afrika Mashariki katika mtaa wa Oloresho, kata ya Olasiti, moja ya kata 25 za jiji la Arusha, ambapo siku ya jana ama masaa machache yaliyopita ilishuhudiwa ajali iliyosababisha kifo cha mtu mmoja, kama ambavyo mashuhuda wanavyoeleza na kusababisha majeraha wa mtu mwingine mmoja ambaye alikuwa pia akitembea katika eneo hili la barabara ya East Africa. Wote walidaiwa walikuwa ni wapita njia, mwingine akiwa anatumia usafiri wa baisikeli na mwingine akiwa anatembea kwa miguu tu. Baada ya tukio hilo hapo jana ambalo lilizua hisia ambalo lilizua kali miongoni mwa wananchi na kupelekea kufungwa kwa barabara hii kwa masaa kadhaa. E, basi leo jeshi la polisi limefika katika eneo hili na kuondoa vifusi ama kuondoa mawe ambayo yalikuwa barabarani ili kuruhusu watumiaji wa barabara ama wanaoendesha magari au waendesha magari watumiaji wengine wa barabara kuweza kupita katika barabara hii. E, kufuatia tukio hilo au kufuatia zoezi hilo lilofanywa na jeshi la polisi, baadhi ya wananchi wameonesha kutoridhishwa na kitendo hicho, huku wakiendelea kutoa msisitizo kwamba wanahitaji barabara hii iweze kuwekewa bams pamoja na alama zingine muhimu za barabarani, ili kupunguza kasi ya watu punguza kasi ya waendesha magari katika eneo hili. Hawa ni baadhi ya wananchi na hapa wanaeleza masikitiko yao. Tusikilizwe, wananchi waloreshwa, tumechoka kulia. Ameshakufa kaka tu jana pale pale.

na magari yanawapita tu wanauadne ne baada ya mtotoa, mkutu, mnotoa, Ufanya Ufanya kukua, Ufanya kukua na kusikiliza malalamiko kutoka kwa wananchi. Round Roads nao waliweza kufika katika eneo hili na kuahidi kufanya mabadiliko katika wiki kadhaa zinazokuja ama wiki ijayo na hapa mwenyekiti wa mtaa huo ndugu James Lotuno anaeleza kwa ufupi jambo ambalo limefanyika na hatua ambazo zimechukuliwa mpaka sasa. Leo tena asubuhi wananchi wamefunga barabara, lakini ni, ni shukuru Injinia Otando lamefika, ameahidi kwamba tutaanzia leo, tumpe wiki mbili kuanzia leo tutaboresha, tuzingia barabara nzima na kuona nini akifanya kwenye barabara hii weke vibao, hiyo wiki mbili matokeo yale ambayo ameahidi kwa wananchi pia. Na wananchi ameridhika kwa wiki hizo mbili. Labda kwa asiye fahamu, sababu ya kufunga barabara ilikuwa nini na nini kutokea? Uh, ndugu mwanahabari, sababu ya kufunga barabara ni ajali ya eneo hili ya mara kwa mara. Kwani kuna hii hapa amegongwa mtoto juzi, ambaye mtoto yupo kasa ni mgonjwa, amelazwa hospitali ya Mount Meru, ameruhusiwa juzi lakini bado ni mgonjwa. Laini pia ni ripoti ya polisi kwa sababu pamoja na mtoto kugongwa, ile gari ambayo ilikuwa ni ya Rwanda imezuiliwa mpaka leo pale Field Force na mpaka jana wanashirikiana kwamba mtoto apate haki yake, haki zake za msingi ili gari hiyo kuruhusiwa wiki mbili mm. Pamoja, pamoja pia wiki mbili kwa kwanza vibao vile vya kuonyesha wataalamu ili kifanyike kwenye barabara hii. Jina langu ni Baraka Ndoto na hii Yaliyojiri Online. Usisahau ku like ku subscribe pamoja na ku share, lakini unapoamua ku comment basi tunaomba